ni JKT Queens ambapo ni mara ya pili inakwenda kushiriki katika michuano ya klabu bingwa ya mpira wa miguu barani Afrika, ambapo hii leo shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika imepanga makundi, ambapo JKT Queens imepangwa katika kundi B. Itakwenda kukutana na timu ya TP Mazembe kutokea kule DR Congo, lakini pia timu ya Asec Mimosas kutokea kule Ivory Coast, pamoja na Gaborone kutokea kule uh, nchini Botswana. Itakumbukwa kuwa JKT Queens ndio bingwa wa michuano ya ligi kuu hapa Tanzania, lakini pia ndio timu ambayo inakwenda kuwakilisha nchi zinazopatikana na ukanda wa Sekafa. Na kwa upande wake Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Mabele amewaomba uh, wananchi wote wanaopatikana hapa Tanzania, lakini pia wale watu ambao wanapatikana katika ukanda huu wa Sekafa kuiunga mkono timu ya JKT Queens ili iweze kufanya vizuri na hatimaye kurejea na ushindi. Wachezaji wachezaji wetu wa JKT Queens wanafahamu wanafahamu sapoti wanayoipata kutoka kwa jeshi la ulinzi wa Tanzania. Ninapozungumzia jeshi la ulinzi, ninamzungumzia mkuu wa majeshi ya ulinzi, ambao timu hii JKT iko iko ni, ni sehemu ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ninaongea kwa niaba ya mkuu wa majeshi kwamba eh, mkuu wa majeshi ameweka nguvu kubwa sana katika timu zetu hizi, na moja wapo ikiwa ni JKT Queens, kwamba ameweka, amejitahidi kwamba kuweka nguvu na na, na hamasa kubwa katika timu hizi, na wachezaji wenyewe wanafahamu vizuri, wanalifahamu hilo. Kwa hiyo ni msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi na hamasa kwa wachezaji. Wachezaji wale wanachea, wachezaji wale wanacheza kwa moyo mmoja. Kwanza, kwanza wanari, wanacheza kwamba wanaliwakilisha jeshi letu vizuri kabisa, lakini wanaenda kuiwakilisha nchi ambayo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. E, sina wasiwasi nao, sina wasiwasi na uzalendo wa hawa vijana. Ni, ni askari wetu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, ni vijana wetu wa Jeshi la Kujenga Taifa, na baadhi ni vijana ambao ni vijana wachezaji, wazalendo wa Tanzania kutoka katika mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni timu ambayo ina hamasa kubwa sana. Mimi naitwa Saji Jamila Mutabazi.